Na leo tumetembelea mradi wetu wa ujenzi wa ofisi za mfuko wa maji ambapo tumekuja kuona mkandarasi anaendeleaje na utekelezaji wa mradi huo. Kwa ujumla, mradi unaenda vizuri na mkandarasi amefikia asilimia 15 ya ujenzi. Ujenzi wa jengo wetu umeanza tangu mwaka jana mwezi wa 11 na tunategemea ukifika mwakani Mei eh, tarehe 19 Mei 2026 mkandarasi atatukabidhi jengo letu. uh, jengo letu tunajenga kwa thamani ya shilingi bilioni 5.6. Pia jengo hili limezingatia watu wenye matatizo mbalimbali kama walemavu, maana tumedisaini kwamba kuna sehemu ya rampu watu kuingilia ingia ndani. Pia kutokana na nchi ya jengo kuna matenki mawili chini, underground water tank ambao kwa tenki moja huchukua lita laki moja na elfu kumi na sita kwa hiyo kuna matenki mawili. Hapa kazi zinazoendelea mbele yetu ni kazi za steel fixing, form work za column na concrete ndio kazi zinazoendelea kwa muda huu. hili ni jengo la ghorofa tano ambapo litaleta hifadhi ya watumishi kuwa na ofisi zao kuwa na mahali pazuri pa kufanyia kazi na vile vile kitakuwa ni kimojawapo cha kitega uchumi kwa mfuko kuweza kujenerate pesa ambazo zitasaidia utekelezaji wa miradi ya maji, na huwa tuna wapitisha wajumbe wa bodi wanatembelea jengo, lakini vilevile huwa vile wanapata nafasi vilevile ya kutembelea miradi mbalimbali ambayo taasisi yetu inate, inatekeleza. Kama wanavyofahamu wao ndio wanawajibika na matumizi yote ya fedha, kwa hiyo wanakuwa kwenye vikao mezani wanapitisha matumizi, kwa vile vile tunawajibika sisi kama watendaji kuja kuwaonyesha vile vile matumizi ya hizo fedha ambazo wanazipitia kama sehemu yao sasa, ya kutekeleza majukumu yao ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na thamani ya fedha katika matumizi yote ambayo yanafanywa na taasisi yetu.